Taja tu kwa haraka wale ambao ni waathirika waliopo hapa mbele yako, ambao wametendewa yasiofaa. Tunaye mchungaji Daniel Liza ambaye ni mwangalizi wa makanisa ya TAG kule Kisongo kaskazini; yeye alivamiwa na kushambuliwa kwa vipigo na wakafanya ulazima wa kutaka kumrudia mtoto aliyekuwa aliyekuwa amekwisha kutairiwa. Lakini tunaye askofu Albert Sindondwa wa EGT Monduli ye wachungaji wa kwake wachungaji wa makanisa aliyoko chini yake wamevamiwa wamepigwa mbele ya familia zao na kuumizwa vibaya. Mfano ni mchungaji Moses Etabau ambaye yuko hapa, lakini wengine a, ni kanisa la kule Nadosoito la EAGT anakotokea mama mchungaji Joyce Mlai na mume wake Felix Mlai. Kuna mtoto ameumizwa vibaya sana, na sasa wengine wanatafutwa pia lakini tunaye mchungaji Noah Sianga anayetokea kule kule Olmotonyi. Kuna kijana ametekwa, na hata akiwa hapa amesema walikuwa wanamtembeza. Bado polisi wanajitahidi kwenda kumtafuta yule kijana. Mimi ni mwathirika, mwenyekiti, mimi mtoto wangu ni mtahiri miaka mitatu baada ya wao kufukia jiwe, na miaka mitatu na nusu kabla ya kufukua, mbali mno katikati kati kabisa. Na nikakaa mda wote kwa miaka hiyo. Mwezi wa nane ndio wakanivamia nyumbani. Kwa Jumapili nimetoka kanisani nikafika nyumbani, kundi la vijana wapatao kama mia nao wakafika nyumbani kwangu, kijana akaenda kafungua geti, wakaingia, waingia kwanza watatu. Nikatoka nikijua kwamba ni wageni wa kawaida, nikaongea nao vizuri, wakaniambia tunakutaka wewe. Kwa nini mnamtaka kijana? Sasa tukajadiliana nao pale, nikawaambia mimi kama mimi Nina akili timamu, siwezi kuondoka na nyie kwa sababu najua mnavyokwenda kufanya kule, na kama mlikuwa na jambo na mimi, mngeniita kwenye vikao vyenu nije kwenye kikao, mniulize nini kifanyike, nini mmefanya, niwaeleze. kwa nini kwa nini, na nyie mniambie kwa nini mmefanya hivi. Sasa kadri wanaingia kwanza watatu, ninavyoongea wanaingia wanaingia. Na tukajelena kwa muda mrefu sana, kama muda saa nzima pale Wakanlazimisha nitoke nikasema sitaotoka hapa, labda mtaniondoa hapa mmeniua pale. Nikakaa nikabishana nao, sasa baadaye wakaona libaro pale nyumbani kwangu, nilikuwa pale nje, mmoja akasema tuchukue tumbebe kwa ile libaro. Wakaniambia mzee, ingia kwenye libaro, nikasema siingii kwa mguu wangu, najua nyinyi mnaweza kuniua, lakini mimi kwa mguu wangu sitaingia pale kamwe. Tukajadiliana kwa muda mrefu sana, alikuwa na wengine wanaogopa, wengine wana, lakini baadaye saa wakatokea Vijana wakanishika, kaninyanyua, kaniwekwa kwenye ulibaro. Wakanisukuma. Kwa kweli niliumia. Na hisi maumivu niliumia sijawahi kuumia kiasi hicho tangu maisha yangu yote. Sijawahi kuzalishwa namna hiyo. Nikasukumwa na ulibaro, nikatolewa pale getini, mtoto wangu wapo, majirani wapo, watu wapo. Napotembea, naposukumwa na baisikeli, mkokoteni, watu wako upande wa barabara, wako upande wa barabara. Kina wao wanawake wanalia na nini na nini. Mimi naitwa Moses Saitabau, ni mchungaji wa kanisa la EGT, ndio wale tuliofamiwa na manyangulo wale viongozi wa mila, siku ya tarehe sita mwezi wa kumi na moja siku ya Alhamisi, wakatufamia usiku, wakatutoa nje, wakanishambulia. Na nilijaribu kuwauliza, kwa nini mnafanya haya Wakasema, kwa nini haushiriki mambo yetu? Kwa nini hauji kuwaimbia malayoni? Kwa nini haushiriki sherehe yetu? Nikawaambia mimi nimeokoka, kwa hiyo sitaweza kushiriki hayo jamii. Kari ishirini na tatu tutakuwa na kikao tumeitisha ili kuweka hayo mambo bayana kati ya imani ya Kipentekoste na mambo yetu ya mila nimekubaliana kwamba washirika wa maskofu watakuja hapo, na ni wamasai bado, namna kufutana, tukataka pamoja, na ishirini na tatu hapa eneo la Lerai tunakubaliana ni nini kwao. Wanasema sasa, ndio katika mila zetu, unapoingia tohara wanaingiza mambo ambayo imani yao haikubali. Nataka tukae, ni ipi ambaye itaki utaki mafunzo ya, ya, ya, ya mila tohara bado, nataka mara natairiwa, naenda kutairi, kwani natairi, lakini un, ushirike katika, katika rika na rika ina gharama yake. Ndio maana nafunga miaka, miaka saba, miaka saba na tairi miaka saba na wacha, ili kuweza rika, ndio nakuja kukaa kwamba mila au kabila sio kitu cha kuhamia, ni kitu cha kusaliwa kwa damu naimani ni kitu ambayo imeenda kayo nakuja kutathmini kwamba wewe utakuta shiriki pipi una, una rika una nini tutaka ba, bayanashum so. Lakini wamekuwa wachungaji wakilalamika kwamba vijana wenakijamii aekua akiwapiga na kuwadhalilisha kasa malalamiko unayo, na hatua gani umechukua? So kama kiongozi wa jamii hio, kama ulivyosikia nilipopigiwa simu katika manya na, likuwa naendelea, nimepigia simu nikasema wachee frugu na ameacha na hata sasa hivi nimewaambia kama kuna wengine ambao bado anateswa hapo kwa nyumbani, nimewaambia kwamba andikeni barua, ileteni kwenye barasa letu sisi, na sisi tunaweza ku